Rais ametangaza kwamba wale wote walokamatwa na kupewa kesi za uhaini, yani wale watu wakuwa walohamasisha maandamano, wote waachiliwe wasamehewe. Sasa mbona mpaka sasa hivi hawajasamehewa wala hawajaachiliwa? Na ndugu zao wako wanalia mtaani huku wanawataka ndugu zao watoke. Nini kinaendelea huko jamani? Yeah? Na Rais kasha tangaza waachiliwe. Mpaka sasa watu hawajaachiliwa bado. Kizuizi kiko wapi? Kesi ya mdogo wangu atumbo moja kabisa. Mdogo wangu alikamatwa tarehe moja alfajiri saa kumi alfajiri, alfajiri. Alikuwa ndani kwake amelala ye na mke wake, akakamatwa wakagonga tu mlango, alifungua akamtoa nje na boksa nguo amefanywa kupelekewa nje, kwenye difenda na mke wake, akapelekwa kituo cha polisi. Tukatafuta siku hiyo tukampata hicho kituo, tukafuatilia kuhusu zamano akasema anahusishwa na mambo ya maandamano, lakini hata kuandamana hajaandamana. basi Tumeenda hiyo siku tukapigiwa simu kwamba akaomba asikali apigiwe simu, akapiga ametu mkoani kwamba mpigie dada aje, na mimi huko ndo dada ake mkubwa. Nikaenda kufika hapo hapo polisi tukauliza yuko hapo atupe majibu yanayoeleweka. Basi baada ya siku tukamwangaliani kwenye taarifa habari, kuangalia kwa kwangali taarifa taarifa habari ndio tuwakuta wameletwa mahakamani, ikabidi tuende Segelea, tukamkuta. Yaani kitu ambacho mdogo wangu haelewi, kwani ni mpo anaelewi. Nafika Segera ananiuliza, dada uhaini ni nini? Yaani eleza uhaini ni nini? Anasema tutaachiwa kesi ya uhaini. Basi ndio tumesikia, tumesikia mama amesikia sana, vijana waachiwe. Basi tunaomba mama alifanyie kazi. Vijana jamani waacho wote, waacho na makosa wote, wamebeba wala makosa, wamebeba tu, wamepelekwa huko. Mdogo wangu ana mke ameoa, anamkera mbembe, sababu tumetoka jana kumtoa hospitali pressure

amekamatwa leo jamani, maisha anarudi nyumbani, mtoto atoka mtoa kijijini, ni mjamzito, aende anzie wapi? Tunaomba mama, tunaomba wapi, tunaomba mama, tunaomba ni ayo tu, tunaomba ni mama umezaa, tunaomba.